Uhusiano kati ya koo la chakula na koo la hewa ni wa kipekee sana. Pamoja na kwamba uh, koo hizi mbili zinafanya kazi tofauti tofauti, lakini kuna baadhi ya maambukizi au ya magonjwa yanaweza kuathiri koo zote mbili. Mfano, watu ambao wanapata changamoto ya acid reflux, anaweza akaathiri koo la chakula pamoja na koo la hewa. Lakini pia kuna maambukizi ya bakteria, maambukizi ya fungus, yanaweza pia yakaathiri sehemu zote mbili ndipo unakuta mtu wakati mwingine anapata changamoto ya kifua kinabana sana, anapata homa kali au makohozi ya mara kwa mara. Uh, wakati mwingine acid reflux imesababisha athari kwenye koo la chakula na kutengeneza hali ya kama makohozi. Kwa hiyo unaweza ukawa umepata maambukizi kwenye koo la hewa, lakini pia ikaenda kuathiri mpaka kwenye koo la chakula. Kwa hiyo wakati wa kufanya matibabu, wakati mwingine ni lazima tutambue kwamba tatizo lilianzia wapi. Ili tunapoenda kutatua changamoto, hakisha kwamba tunatibu sehemu zote mbili. Kwa kama ni mtu ambaye unapata changamoto ya makohozi, unapata changamoto ya kuhisi kifua kinabana, unapata changamoto ya kukohoa mara kwa mara kikohozi kikavu, unahisi wakati mwingine kwamba kuna kiungulia kikali kinakusumbua, basi hizi changamoto unaweza ukanitafuta tukashauriana. Namna gani ambavyo unaweza ukafanya kuzitatua kabisa?